Sawa, so, hebana, yako mambo mengi yanaendelea kwenye siasa za ulimwengu huu ambako tunaendelea kuishi tukiachana na hapa Tanzania, TZ, Tanzania wani. <laughs> Tusizungumzie sana hapa Tanzania. We all knows vitu ambavyo vinaendelea. Kwa hiyo tuachane na hivi kwanza. Tuachane na haya mambo. Tutazungumzia wakati mwingine na muda mwingine ambako utakuwa ni sahihi zaidi. Sasa hivi tuachane nao, tufocus na mambo yetu ya maana zaidi. Tufocus na mambo ya maendeleo. Sawa? Eh. Mambo ya maendeleo, tuachane na siasa kwa sasa hivi, tusizungumze zungumze sana. Tunaona mambo yanatendeka sasa hivi huku na huku, nini? Sio mbaya, tunakubali. Lakini kule kimataifa, yako mambo yanayoendelea kushangaza ulimwengu. Kinachoshangaza ni nchi moja kuingilia nchi nyingine na kumchukua rais wa nchi hiyo, na nchi hiyo eh, kusema kwamba watatawala hiyo nchi. United States of America, eh, USA, Marekani E, ameingia kwenye nchi ya Venezuela, wamemchukua rais wa Venezuela, wamemchukua mke wake, wamesema wataiongoza ile nchi. Imagine, elfu mbili na ishirini na tano kuna nchi duniani na nguvu ya kuweza kuingilia nchi nyingine na kumchukua kiongozi wa nchi hiyo na kusema wenyewe wataongoza nchi hiyo Venezuela. ka anafikiria tu hii nguvu, kwa nini wanaitumia? Ziko sababu zimetolewa na rais wa nchi hiyo Donald Trump kuhusiana na, na ichi ambacho kinaendelea. Sababu moja kubwa kabisa ni kwamba eh, Maduro anashutumiwa kwamba ni mojawapo ya wazalishaji na uuzaji wa madawa kulevya mengi kuelekea nchi ya Marekani. Lakini kingine ni kuhusiana na Nicolas Maduro eh, anashutumiwa na Marekani ameachia wafungwa waalifu waingie nchini Marekani. Lakini pia kingine ni kuhusiana na masuala ya za binadamu nchini Venezuela kuonekana kama zimepigwa. Kwa hiyo, rais wa Marekani Donald Trump kaja na hizo sababu, lakini kwa jicho lingine la kiuchambuzi wa siasa na wa siasa, kwa mtazamo wa siasa kinachoonekana ni kwamba Marekani anahitaji rasilimali za nchi ya Venezuela kutokana na Venezuela alizuia mataifa ya nje, lakini alizuia makampuni ya nje eh, kuchimba mafuta katika nchi yake mwaka elfu mbili na kumi na tisa. Sasa ziko sababu zinazopelekea mtu kuja, kama una chochote kwa sababu ya mali, una rasilimali na ambazo zina faida kwa nchi nyingine, kumfukulia mashtaka hayo matatu behind the scene, ambazo zinasemekana ndio zinapelekea Nicolas Maduro kuchukuliwa na no kupelekwa United States of America. Jina langu ni Jerali Wenga Facebook, Instagram, TikTok, na TikTok napatikana kwa jina la Jerali Wenga. Endelea kunifuatilia kwenye mitandao ya kijamii YouTube, like share, subscribe. Like share share subscribe.